Siri kubwa dunia inajiandaa kumpokea Masihi Dajjal. Kuna mambo makubwa yanayoendelea duniani ambayo wengi wetu hatushuhudii moja kwa moja, lakini kila siku tunasikia tetesi, simulizi na tafsiri za kinabii kuhusu mwisho wa dunia, majanga ya kiasili, vita visivyokoma, kupotea kwa utu na teknolojia inayoendelea kwa kasi ya ajabu. Yote haya yamewafanya watu wengi kuamini kwa kwamba ulimwengu unakaribia kukumbana na tukio kuu la kihistoria: Kuja kwa Masihi Dajjal. Hili jina limekuwa likitikisa nyoyo za waumini likizungumzwa kwa hofu na tahadhari. Waislamu, Wakristo na hata Wayahudi wana tafsiri tofauti, lakini jambo la msingi lipo wazi. Kutakuwepo na kiumbe mwenye nguvu za udanganyifu atakayewavuta watu kwake kwa miujiza ya ajabu na wengi watashindwa kupambanua ukweli na uongo. Lakini je, dunia inajiandaa kweli? na sisi kama binadamu wa kawaida tunapaswa kufanya nini ili kuepuka mitego ya zama hizo? Dalili za kuonekana kwa Dajjal. Hadithi nyingi za kidini zinatueleza kwamba kabla ya kuja kwake dunia itakuwa na: moja, vita visivyokoma, damu kumwagika kila kona; mbili, ukosefu wa haki, viongozi kugeuka madhalimu na wananchi kuwa waoga; tatu, udanganyifu wa teknolojia Mambo yatakayoonekana ni miumijiza, kumbe ni sayansi na akili bandia, AI. Nne, kupotea kwa imani, watu wengi kufuata maslahi na kupuuza dini. Ikiwa tutaangalia mazingira ya sasa, Mashariki ya Kati imejaa moto wa vita, dunia inashuhudia njaa, ukame na mapinduzi ya kisiasa, teknolojia imefikia hatua ya robot kufanana na binadamu na sauti bandia zinazoweza kumdanganya mtu. Ni hali ya kuogopesha na kufikirisha. Umuhimu wa kujua tofauti ya Masihi na Dajjal ni jambo la msingi, kutofautisha kati ya Masihi wa kweli Yesu Kristo au Nabii Isa alayhisalam na Masihi wa uongo Dajjal. Masihi wa kweli atarudi kuleta amani, kuondoa dhuluma na kurejesha haki. Masihi Dajjal atakuja na ahadi za amani ya uongo, akiahidi furaha, mali na miujiza, lakini mwisho wake ni maangamizo. Kwa hiyo mtu akiona alama ya kudai uungu kujitangaza kuwa mkombozi wa ulimwengu huku akihitaji wa watu wamsujudie, basi huo ni ishara ya hatari. Tangazo maalum kwa wakazi wa Zanzibar. Habari njema kwa wakazi wote wa Zanzibar, sasa tuna huduma ya kipekee. Tunatengeneza laini za wakala za halopesa bure kabisa. Pia tunatoa mafunzo ya wakala wa mitandao yote ya simu ili uweze kuongeza kipato chako kwa urahisi. Usikose nafasi hii ya kipekee kwa sababu tunahudumia kwa wataalamu wenye uzoefu na huduma ya haraka. Wasiliana nasi sasa kupitia namba 0774 636 3636. Fursa hii ni kwa wakazi wa Zanzibar pekee. Usibaki nyuma, ongeza kipato chako leo kwa kuwa wakala mwenye nguvu. Je, Israeli inajipanga? Kumekuwa na maneno mengi kwamba Israeli inajipanga kumkaribisha mkombozi. Wapo wanaosema kuna maandalizi ya hekalu la tatu huko Yerusalemu. Wengine wanasema kuna mpango mkubwa wa kiitikadi wa kumkaribisha kiongozi atakayedai kuwa masihi. Lakini ukweli ni kwamba maandiko ya dini zote yameonya kabla ya kuja kwa masihi wa kweli, atapita mpinga Kristo au Dajjal na atawadanganya wengi hivyo maandalizi yoyote ya kibinadamu hayawezi kuondoa ukweli huu, bali yanaweza kuwa sehemu ya mpango wa udanganyifu wa mwisho wa nyakati. Jinsi ya kujilinda na mitego ya Dajjal: Moja, imani thabiti, kusoma Quran, Biblia na kushikamana na mafunzo ya kweli. Mbili, maarifa, kufahamu alama na historia ili kutoingia kirahisi kwenye mtego. Tatu, sala na ibada jikumbusha kwamba nguvu zote ni za Mungu pekee. Nne, kujitenga na tamaa. Dajjal atatumia mali na ahadi za dunia kuwanasa watu. Hitimisho: leo hii tunaona dunia ikichanganyikiwa, wanasiasa wanapiga porojo, vita vinaendelea, na teknolojia inazidi kuwa sehemu ya kila kitu. Wengine wanasema tumebakiwa na muda mfupi sana kabla ya Dajjal kujitokeza, lakini ukweli ni huu: Mungu pekee ndiye anayejua wakati. Sisi jukumu letu ni kuishi kwa uadilifu, kushikamana na imani na kutambua tofauti kati ya mwanga wa kweli na mwanga wa udanganyifu. Kumbuka, dunia inaweza kukupa hofu, lakini imani thabiti inaweza kukupa amani ya kweli. Sehemu ya maoni. Je, wewe unaonaje? Je, unahisi dalili za zama za mwisho tayari zinaonekana? Je, Unaamini Dajjal yupo karibu kujitokeza na unadhani jamii ya sasa inajiandaa vipi? Tuandikie maoni yako hapa chini, maana sauti yako ni muhimu katika mjadala huu.